Akizungumza mara baada ya tume hiyo kuwasili mkoani Geita katibu tawala mkoa wa Geita Mohamed Gombati amesema ugawaji wa hati za kimila utapunguza kwa kiasi kikubwa migogoro ya ardhi iliyokuwepo kutokana na wakazi wa vijiji hivyo kuvamia maeneo ya hifadhi ya Muyenze na kuanzisha makazi na kilimo kinyume na utaratibu. Kutolewa kwa hati hizi kwa kiwango kikubwa kutapunguza ama kuondoa migogoro ya ardhi kwa sababu kila mwananchi eneo lake litatambuliwa, litapimwa na tutakuwa na vipimo vya kitaalamu, kwamba mipaka yetu ipo kitaalamu, ambayo iko imerekodiwa vizuri, ambayo itawezesha kutambua eneo la kila mwananchi, kwa hawa wananchi elfu moja mia mbili ambao tunaenda kuwapimia maeneo yao. Kwa upande wake John Chuwa msimamizi wa timu ya wataalamu kutoka tume ya mipango ya matumizi ya ardhi amesema zoezi la upimaji wa maeneo kwa ajili ya kutoa hati za kimila katika vijiji hivyo viwili utadumu kwa muda wa siku kumi na nne. Tunaenda mipango ya utoaji wa hati za kimila kwa lengo la kuhakikisha kwamba hawa wananchi ambao walipewa vile vipande wanamilikishwa kisheria. Mwisho wa siku tunategemea yale maeneo ambayo yatakuwa yamebaki ya hifadhi yaendelee ya kulindwa, kwa maana ya kuwa na hifadhi, lakini haya maeneo ambayo yamemilikishwa kwa wananchi, wananchi waweze kutumia zile ardhi kwa ajili ya kujinufaisha. Ifahamike tu kwamba wananchi wale ambao wamepewa vipande hivi walikuwa ni wavamizi waliovamia msitu huo, ambapo sasa serikali baada ya kuona kwamba kuna kweli kuna uhitaji wa wananchi kupatiwa ardhi ilifanya mpango wa matumizi bora ya ardhi lakini ilifanya upimaji na mwisho wa siku kuwagawia vipande hivyo. Kaimu kamishina msaidizi wa ardhi mkoa wa Geita Oscar Yohana ametoa wito kwa viongozi wa serikali za mitaa kuhamasisha wananchi kutoa ushirikiano kwa wataalamu wa tume watakapofika kwenye maeneo yao kwa ajili ya kufanya upimaji wa ardhi ili kutoa hati za kimila. Uh, wito kwa viongozi walioko kwenye maeneo hayo ni ku na kuwaomba sasa kuhakikisha kwamba wana wanapeleka taarifa hizi kwa wananchi wote, kwamba sasa kulingana na sera ya ardhi, kwamba kila kipande cha ardhi kinakwenda kupangwa, kupimwa na kumilikishwa kwa wananchi, basi wananchi wawe tayari sasa kupokea wito huo, na wananchi wawe tayari kumilikishwa ardhi.